Ni kwamba tutashiriki uchaguzi tutash... kama NCCR hatutashirikiana na chama chochote, kwa sababu hata hivyo ambavyo, ambavyo vinafikiri tutashirikiana navyo, matusi yamezidi: mara vyama vidogo, mara vyama shikizi, mara vyama dhaifu. Fikra ikiwa kwamba lazima sisi sote tuwe wanachama wa chama kile na sisi sote tuwaze wanavyowaza wao. Hapana, nchi na demokrasia, kila mtu ana uhuru wa kuwaza, kuamua, kutenda dhamira yake inavyomtuma, ili mradi asivunje sheria. Na chama chenye itikadi ya utu, ni vizuri tukaelewa utekelezaji wa, wa itikadi yetu ya utu ni pamoja na kuhakikisha kwamba tumefuata sheria, kanuni, taratibu ambazo zinaenda utu wetu sisi na wenzetu.